Mpendwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana kutoka hapa katika usharika wa Nkyare ulio sehemu ya Kanisa la Injili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema ambayo Mungu ametupa ya kuwa hai na uzima aliyotupa kama zawadi, lakini pia baraka nyingi ambazo Mungu ametujalia katika maisha sisi wa usharika huu wa Nkyare tuna moyo wa shukrani, tukitazama vile ambavyo Mungu ametubariki kuanzia mwaka ule wa elfu mbili na kumi na nane ambapo tulianza kazi njema ya kumjengea Bwana mahali, mahali pa ibada mahali pa kumwabudu Mungu, nyumba ya Bwana ambapo mataifa yote watakusanyika kwa ajili ya kumwabudu Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Kazi hiyo ilianza mwe, e, mwaka 2018 ikiongozwa na mchungaji Elibariki Shoo ambaye aliongoza kazi hii, na rato ya kwanza iliwekwa na mheshimiwa mkuu wa jimbo letu la Siha mwaka ule wa 2018. Kwa neema ya Mungu ametuwezesha, tumeendelea kuifanya kazi hii ya kujenga nyumba hii na hadi kufikia sasa kwa neema ya Mungu tumefanikiwa kukamilisha kazi ya upauzi wa jengo hili kwa asilimia mia moja, kazi ambayo imetokana na ukarimu na moyo wa kupenda wako wewe, mpendwa wangu, lakini pia wa marafiki na washarika na watu wenye mapenzi mema ambao walipoiona kazi hii na kushirikishwa walikuwa na moyo wa kujitolea na hata kazi hii ikaweza kufanyika kwa neema ya Mungu. Tena katika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano tumekusudia kuiendeleza kazi hii njema. Katika mwaka huu tuna malengo ya kukamilisha ujenzi wa nyumba hii, kwa maana ya kufunika eh, sehemu zenye mapengo katika jengo letu, sehemu za kuweka matofali lakini pia kukamilisha ujenzi wa madhabahu pamoja na ofisi ya usharika iliyo sehemu ya jengo hili. Kwa neema ya Mungu, kazi hii inatarajiwa kugharimu shilingi milioni mia moja na thelathini na, na tumeigawanya kwenye makundi mawili: kundi la watu wazima ambao wata wanatarajiwa kukusanya shilingi milioni themanini, na kundi la vijana wa usharika wetu wanaoishi hapa usharikani na wanaoishi nje, ambao wanakusudiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni hamsini. Kwa pamoja, jumla yake itakuwa milioni mia na thelathini ambazo tumekusudia kuzikusanya e, kuanzia sasa kwele, kwe, e, na kufikia kilele chake tarehe ya mwezi wa mwaka 2025. Siku hiyo ya tarehe 17 na ya mwezi wa nane mwaka 2025, na na tunatarajia kuwa na ibada kubwa, ibada itakayowaleta wapendwa wana ncare wote walioko, e, hapa usharikan na wanaoishi safarini, lakini itakayowaleta marafiki, ndugu na jamaa zetu kwa pamoja katika ibada hiyo ambayo tunalenga kwamba siku hiyo iwe kilele cha kukusanya milioni mia moja na thelathini kwa ajili ya kukamilisha kazi kwa awamu ya mwaka huu ambayo kimsingi tunalenga kukamilisha kufunika jengo letu, lakini kuweka madhabahu ya kisasa e, na pia kukamilisha ofisi ya usharika tukifanya hayo kwa mwaka huu tutakuwa tumefikia malengo yetu kwa asilimia mia moja, na Mungu atatuwezesha miaka ijayo kuendelea mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na saba ndio mwaka ambao tunatarajia kwamba kazi hii iwe imekamilika kwa asilimia mia moja. Ninapenda kuleta wito kwako, kwa wewe mpendwa wangu ambaye umehusika kufanya kazi hii kwa bidii kuchoka wala kujihurumia. Kila wakati tulipokujia na kukutumia wito huu, umejitoa kwa moyo, umefanya na kazi yako inaonekana. Hakika tunapoitazama tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, tunapoitazama tunamuinua Mungu kwamba alikuweka duniani na umetimiza kusudi lake, lakini kusudi hili bado halijakamilika. Tunamwomba Mungu aitie nguvu tena mikono yako mwaka huu, uungane pamoja nasi ushike mikono pamoja na tuweke mikono yetu pamoja katika kuifanikisha kazi hii. Tunakusudia kujenga madhabahu ya kisasa, tunakusudia ofisi ya kisasa ya usharika ambayo, e, kila atakayeingia atauona utukufu wa Mungu, na kila atakayefika kuhudumiwa katika ofisi hii atamuona Mungu. Nikupitia ukarimu wako, nikupitia upendo wako, nikupitia moyo wako wa kupenda tunaweza kufanya kwa pamoja kazi hii. Nikuombe mtu wa Mungu, Mwaka huu tena jitie nguvu katika Bwana. Mungu akupe moyo wa hiari, moyo wa kupenda kuungana nasi kwa kazi hii. Nakutakia baraka za Bwana, kama neno la Mungu linavyosema e, si kwa vingi tulivyo navyo, bali kwa moyo tulio nao, kazi hii itafanyika katika Nehemia. Nehemia aliwatiwa moyo wale watu wa Mungu, akiwaambia Mungu wa mbinguni, yeye atatufanikisha. Na mimi nataka kutia moyo mtu wa Mungu hata kama una kidogo katika hicho kidogo, tunaamini Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Niwakaribishe kumpitia michango yenu kwa njia ya, e, lipa, e, kwa njia ya mpesa, kwa njia ya lipa kwa mpesa, kwa njia ya akaunti za benki, benki yetu ya uchumi, benki yetu ya kanisa, lakini pia kwa benki ya NMB. Unaweza kuona akaunti zetu na ukaweza kututumia sadaka yako, na baada ya kuipokea tuta kupigia na kukushukuru. Niseme, ni neno la baraka kwako wewe ambaye hujawahi kutuacha, hujawahi kutupungukia katika kazi hii. Ninakuomba, ninamuomba Mungu kwamba kadri anavyoendelea kukubariki na moyo wako unavyozidi kuwa tayari kufanya kazi hii pamoja nasi, Mungu akaendelee kufungua milango ya baraka katika kazi za mikono yako, ukaone ongezeko katika kila unachokifanya. Mungu akakufungulie hazina zake njema na usione kupungukiwa. Mungu akubariki, na Mungu atubariki sote katika kuifanya kazi hii. Roho ya umoja, mshikamano na umoja wetu utatupelekea kuifanikisha kazi hii kwa viwango vikubwa. Mungu akubariki, na kazi yake ikapate kuzidi kusonga mbele. Mimi ni mchungaji Bernard Mushi, mchungaji kiongozi wa usharika wa Nkyare. Ninakushukuru sana na ninakuombea baraka nyingi. Mungu azidi kukutunza. Amen.